Yes, bado tuko hapa Salam Hotel, na hapa tuko kwenye shughuli yake Shantale Hebo Products, mama yetu, dada yetu, eh, unaweza kusema kipenzi chetu malkia wa nguvu 2017. Moja ya watu ambao wametumia products za Shantale Hebo Products ni brother hapa. Atatuambia ametumia kwa muda gani na nini ambacho amekiona kwenye products. Karibu sana brother. Mambo vipi? Unaitwa nani? Suleiman. Okay, unajisikiaje kuwa hapa usiku leo kuona Shantale ametoa mazao mengine tena kutengeneza zile zile products ambazo wewe unazitumia. Ah, upande pande yangu mimi iko vizuri mm. Kwa sababu tangu nianza kutumia hii sabuni mm. Kwanza ni muumini mzuri wa mazoezi kwa okay. Nikitoka gym miwasho inakuwa mingi, tangu nianza kutumia hii sabuni mm. Sipati miwasho tena na hii sabuni umeshare na watu wengine labda na yeah, sana. Sana. Sana. Wamefurahi. Mimi nishawaambia kwa sababu ina manufaa. so, yeah. Unawaambia nini watu wengine ambao wanahitaji kutumia bidhaa au products za uh, kwake Chantale na hata hayo mazao wanafunzi wengine ambao tumeona leo wame graduate mm. Unawaambia waitumie hii bidhaa, ni nzuri. Wacheki ngozi yangu jinsi ilivyo. Ni soft. yeah, mm. Sababu ya sabuni hapa hivi. Ni imi mzuri watumie, sabuni iko vizuri. Bana, karibu sana kwenye usiku wa leo, natumaini utaenjoy pia. Tuko live kupitia hapa Simulizi Digital, moja ya watu au wale watu ambao wanaotumia zile products za kwake Chantale, Madam Chantale wako hapa kwa ajili ya usiku wa leo, kuona wale ambao wameisha graduate, wamekuwa mazao mazuri ya kwake, na tunawatoa sasa. Huenda tukaingiza maingizo mapya mengine, tunatarajia mengi kutoka kwake. Tuwe hapa sote kuanzia hivi sasa mpaka tutakapomaliza chao.